Zahmid TV. Alhamdulillahi musallian ala muhammadin khairi nabiyin ursila wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma baad, niwasalimia kwa mamkizi ya peponi niwaambie, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuhu. Leo pokeeni simulizi hii, anaisimulia mtume wetu Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam Siku moja katika zama za nyuma, huko watu wa kale huko, walipatikana watu waliokuwa katika safari, safari ndefu, na safari kama tunavyojua ni hatua. Walivyokuwa wakitembea katika ile safari njiani, kabla hawajafika, ikanyesha mvua kubwa yenye radi na ngurumo, mvua kali kweli kweli. Wakashindwa kuendelea na safari ile, ikalazimika watafute mahala wajistiri. Hukuna huku na huku, akiangalia hapana pakujificha, hamna miamvuli, hali ngumu, hali tete. Mmoja ghafla akaona mahala kuna jabali, mahala kuna pango Akasema, twendene tukajifiche kwenye pango lile. Walivyofika wakaingia, alhamdulillah, wote wakaingia ndani ya lile pango, likawameza likashuka, bonge la jiwe likaenda kuziba pale walipoingilia. Giza likatanda ndani ya pango lile, ikawa hamna anayeona wala hawapati mwangaza wa jua. Hofu ikawajaa, tutatokaje humu ndani? Mmoja miongoni mwao akawaambia wenzake, naomba niwaambie mi nina jambo haya. Tuambie, una jambo gani? Nafikiria, katika kiza kinene kama hichi, tumetumia nguvu kulisukuma jiwe hili tumeshindwa. Njia pekee ya kufanikiwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Wakakubaliana kila mmoja wanafasi yake amwombe Mwenyezi Mungu, kila mmoja atandike mswala, aombe dua ili Mwenyezi Mungu waondolee jabali lililoziba pale mahala pa wao kutokea lakini wakawekea na sharti kwamba kila mmoja ataje jema ambalo anahisi hili lilikuwa jema, ambaye anaona hili lilikuwa ni zuri alilifanya kwa ajili ya Mungu, alafu amwombe Mwenyezi Mungu awaondoe kwa jema lile. Ikiwa kweli alilifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi awaondolee Mwenyezi Mungu giza lile. Akaanza mtu wa kwanza, akaomba vile alivyoomba kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomjalia, alipomaliza kuomba, lango likafunguka, lile jiwe lilokuwa limeziba pale mahala pa kutokea likafunguka kidogo. Wow. Akachukua nafasi ya pili. Mtu wa pili naye akamwomba Mwenyezi Mungu kwa wema alioufanya huko nyuma, akautaja ule wema, akamwambia Mungu, ikiwa kama wema huu niliufanya kwa ajili yako, naomba sehemu nyingine iliyobaki katika lile jiwe isogee, tuweze kuona japo mwangaza wa jua. Mungu, naomba utukubalie. Alivyosema vile, lango lile likasogea tena wa, ikawa mtu anaona nje kuna jua na mvua imepungua, ikawa imebaki sehemu mdogo na Hapa ndipo kwenye maudhui ya mada yetu. Akabaki mtu mmoja, so yule mmoja akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na wazazi wangu hawa wawili, mimi nilikuwa na baba yangu, mimi nilikuwa na mama yangu. Nazungumza haya ili wale ambao wana wazazi wao wayapokee. Nazungumza haya ili kila mtoto afahamu ana jukumu gani kwa mzazi wake. Nazungumza haya ili kila mtoto atoboe katika haya maisha. Angalia mtoto huyu, alikuja kupona chupuchupu chupu. Alikuja si chupuchupu chupu, bali alikuja kuokoka katika kile kiza, akawaokoa na wenzake watatu ambao walimizwa katika pango lile, kwa wema aliyoufanya kwa wazazi wake. Akamwambia Mwenyezi Mungu, alikuwa na wazazi wawili. Unajua alifanya wema gani? Unatambua ni lipi alilolifanya kwa wazazi wake mpaka alipoomba dua ikakubaliwa? Ilipokubaliwa wakaweza kutoka kwenye kiza kinene cha pango lile ijua ni zuri gani hilo? Basi pale pale akamwambia Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, ilikuwa katika maisha yangu wazazi wangu wale wawili, sili mimi kama wao hawajala. Wazazi wangu hao wawili, ilikuwa sinywi mimi kama wao hawajanywa Wazazi wangu hawa wawili ilikuwa mimi silali kama wao hawajalala. Angalieni mema aliyoyafanya, angalieni mazuri aliyafanya. Mazuri haya alipoyataja, akamwambia e, Mungu, ikiwa kama nilikuwa sili kabla ya wazazi wangu hawajala, kwa ajili yako, silali kabla hawajala, sinywi kabla wao hawajanywa, naomba Mwenyezi Mungu utuondolee jiwe lile lililoziba mahala pale. Pale pale alipomaliza kusema yale, jiwe lile likaondoka li likadondoka lika, lika, lika wakaweza kutoka katika kiza kinene. Ewe mtoto, jukumu lako kwa mzazi wako ni hilo. Una mazito, una ugumu katika maisha. Jukumu lako au njia pekee ya kutatua yanayokukabili katika ya maisha ni kumlea vizuri mzazi wako. Mtu mmoja alienda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza ya Rasulallah, he, mtume wa Mwenyezi Mungu, niko tayari kwenda kupambana jihadi, niko vizuri, nimejipanga na kila kitu na silaha, nataka na mimi nikapambane jihadi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale pale akamuuliza ahayun walidaik, hayyun wako hai wazazi wako wawili, wako wawili wako hai? Akamjibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaambia, ndio ya Rasulullah, wako hai wazangu wa, wazazi wangu wawili. Basi pale pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kama wazazi wako wawili wako hai, hupaswi kwenda kupambana jihadi wewe, fafihima fajahid, kwa wazazi wako wawili, kawalee wazazi wako wawili, kuwalea ndo jihadi yako, na yoyote anayefanya jihadi anaenda peponi wa jukumu lako mtoto kwa mzazi wako ni kumhudumia, ndo jihadi yako na ndio pepo yako. Waljannatu tahta aqdami lummahati, pepo ipo katika nyayo za mama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.